Tofauti kubwa kati ya maono na malengo. Yaani, tofauti kubwa kati ya maono na malengo. Maono ni nini? Yaani, vision. Maono ni picha ya muda mrefu unayoiona ya maisha yako yote, mafanikio unayoyataka, na mtu unayetaka kuwa baadaye. Yaani, maono ni picha ya muda mrefu unayoiona ya maisha yako, mafanikio unayoyataka na mtu unataka kuwa baadaye. Kwa namna nyingine, tunaweza kusema hivi, maono ni picha ya maisha yako yote, kile unachotaka kukiishi au kuwa baadaye. Yani, maono ni picha ya maisha yako yote, kile unachotaka kuishi au kuwa baadaye. Hayo ndio tunaita maono. Kwa mfano, mtu aliye na maono anayeongozwa na maono ni ule mtu ambaye ameanza biashara yake kwa hali chini, kwa hali ndogo, lakini anaitazamia katika miaka mitano, miaka kumi, ikiwa ni biashara kubwa duniani. Hapo tunasema ule mtu ana maono. Yaani, namna vile jinsi huko pale, unaanza biashara lakini unakuwa na mtazamo wa kuangalia miaka tano, miaka kumi, miaka ishirini, ukiwa mfanyabiashara mkubwa duniani. Hayo ndio tunaita maono, tofauti na malengo. Hasa malengo ni nini? Yaani malengo, les objectifs, malengo ni matokeo unayotaka kufanikisha au vitu unavyokusudia kuvifanya katika maisha yako. Yaani, malengo ni matokeo unayotaka kufanikisha au vitu unavyovikusudia kuvifanya katika maisha yako. Hayo ndio tunaita malengo. Kwa namna nyingine tunaweza kusema hivi, malengo ni hatua ndogo ndogo unazozichukua leo na kesho kuifikia lengo kulako. Yaani, malengo ni hatua ndogo ndogo unazozichukua leo na kesho ili kuweza kufanikisha ama kuweza kufikia lengo ulilojiwekea katika maisha yako. Kwa mfano mtu ambaye amejiwekea lengo katika mwaka huu elfu mbili ishirini na sita kwamba anataka kabla kabla mwaka aujaisha aweze kuwa amewekeza dola elfu kumi yani dimi dolari. Sasa katika kuwekeza hiyo pesa anaanza kugawanya, anaangalia ni kiasi gani ndicho ambacho kila siku anatakiwa kuweza kukiwekeza ili uweze kufika hiyo muda hiyo pesa ikuwe na imenea, ndo tunasema huyu mtu ana malengo, ana lengo, maana lengo linagusia leo na kesho, ili kuweza kufikia kitu fulani katika maisha yako. Hayo ndio tunaita malengo. Sasa tumekuandalia nyingine video ambayo tutaongelea kuhusiana na watu wanaoongozwa na maono na malengo na watu ambao wanaoishi bila kuwa na malengo na maono. Kumbuka ndoto yako inawezekana.